Tumeelewana jamani, utakapojua mkataba ndio utakapoweza ku ku ku kuna kudai haki yako kupata haki yako si ndio? Eh, manake usipopata, nasema ni kama knowledge, kwa sababu mkataba ndio tunakupa ma maelekezo guidance. manake ndio uta zamani, um, watumwa walikuwa wanafundishwa kusoma walikuwa walinyimwa kusoma ili wasijifunze mengi zaidi wasijue, kwa hiyo hata sasa hivi mnaona watu ambao hawajasoma ndio wanaopata tabu zaidi, simeelewa. Sasa kama sisi tunawapa mkataba tunawatrain, tunawapa maelekezo, maanake asiyefuata atateseka. Ni kama vile sasa hivi binadamu tunavyoteseka, kwa sababu hatutaki kufuata maneno ya Mungu, tuna Biblia. wengine wenzetu wana vitu vingi chungu mzima, kuna Kurani, kuna nini, lakini hatuzifuati si ndiyo? ndi maana tuna tese teseka. Kwa hiyo na wewe una mkataba, kwani uteseke? siu meelewa? Ko lazima mjitambue jamani, umeelewa? Kingine hapa mkurugenzi mwenzangu amesema, sio lazima waje Wadada Center, waende wapi sasa? <laughs> Hapana, hii ndo center peke yake Tanzania, unaweza kuja. Siu meelewa? Kwa hiyo kama unafanya kazi za ndani huna mkataba, uko kioela, njoo Wadada Center, si tutahakikisha haki yako inalindwa, tutahakikisha usalama wako, utapata mkataba na mabosi wetu wote wanasaini mkataba. Hakuna sehemu nyingine Tanzania utakayokwenda, no place, hakuna. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo kama we uko nyumbani unasikiliza, sijui uko Dar es Salaam, mkoani, hii ndo center peke yake ambayo utaweza kufanya kazi kiusalama, si ndio? Jamani, nini? mimi nilichokuwa namaanisha ni kwamba wasifikiri tunawapa ushauri kwa sababu tunataka waje kwenye senta yetu. Mimi kwa kweli, hapana. Mimi nimempa ushauri genuine ambao anaweza akatafuta kazi kwa mtu mwingine au chini ya apana, watu apana, wengine apana, apana, ili a, a, a, ukisema unampa huo ushauri mwingine. U, ukisema hivi si misha yetu mikubwa kwanza, si misha yetu mikubwa huko analipwa shingapi? Hebu, Mary analipwa shingapi yule dada? Tuongee ukweli kwani tudanganye karo Weka hapo. Mpe mic. Ah ah jamwambia bwana. Ah ah analipwa shilingi ngapi? Ah ngoja ngoja ngoja. Mimi nina malango ninapoenda. Analipwa shilingi ngapi huyo dada? Ajaniambia anapewa kiasi gani. Wewe unalipwa shilingi ngapi? Laki tano. Haya, nyinyi mnafikiri dada analipwa shilingi ngapi? Kisieni tutumieni akili zenu za kawaida. Wewe mtu wa laki tano anaweza kumpiga makonzi. Mmeelewa? Huyo dada mwingine ananyaswa, si hatujui analipwa shilingi ngapi? Lakini huyu dada wetu analipwa laki laki tano kwa mbele. Labda inawezekana hata ni katika wale wadada walipwi, unachukua mtoto wa mjomba wa nini, wale ambao hata mshahara hana. Huyo ndio ukija naye mjini unaanza kumtesa mtoto wa mtu, na usikute wazazi wake huko wamewaahidi kwamba tunaenda kumsomesha tunaenda kumwendeleza. Au mmesahau me? hivyo vitu vipo. Huyo sio dada anayelipwa mshahara alafu akawa kuvumilia manyanyaso ya staili. Ni kweli kwao. Narudi kwenye yule pointi niliosema Usipopata maarifa, usiposoma vitu vinavyokulinda, utafanya nini? Utateseka. Huyo dada anateseka tu kwa sababu ya hana hana maarifa, simeelewa? Hana nini na maarifa. Nyinyi maarifa mnayo, ndio maana mmekuja kwetu kuomba kazi, hamkwenda kuzunguka huko mitaani kutafuta kuungishwa, si ndio? Eh, eh, kuungishwa kuna msalaba wake, si ndio jamani? Haya, tuendelee. Tunashukuru uh, Mary au kuna kitu cha kusema? Ah, kuna mwingine. Kwa wale ambao wanafuatilia content zetu, kuna dada chini ya mkataba wetu amenyanyasika mwaka mzima, bosi naye alikuwa anamkunguta anamtukana mitusi mikubwa mikubwa, kaka kamaliza mwaka jamani. Hayo sio ya kuvumilia, sawa? Eh, yakuvumilia? E, bosi anayekupiga anayekutukana na kukudhalilisha na kushusha utu wako, hapana. Hapana. Kwa hiyo humu humu kuna wengine mnajitambua, lakini kuna wengine nabidi bado kuendelea kuwapigia kelele, yani si mpaka waelewe eh, eh, sijui mnaelewa jamani eh? Eh, maana ya mkataba kusema ni mwaka mzima, tuko pamoja, tuko sambamba. Bosi ukimkosea kidogo tu katupigia simu. Sasa we kwa nini? anapokutukana kwa nini? anapokupiga usiseme, anapofungiwa chakula eh, hapana unapofungiwa chakula wewe wa pilao. <laughs> Kwa hiyo jamani, hapana, sisi msiogope tena. Yule dada akasema mi nilijua atanifukuza kazi. Hapana, yaani sisi tunamwamini Mungu kupitia hii kazi, na kwa kuwa ametuweka hapa tunafanyika daraja. Mungu atatuletea watu wengi, si mnaelewa hiyo? Ndio imani yetu kwamba hatutakata siku moja tuishiwe mtu ambaye hawezi kukupa, kukupa kazi hayupo. Kwa hiyo usiwe na mashaka kwamba nikitoka kwa huyu bosi labda sipati kazi tena, maana ndio alichotuambia, mi nilijua atanifukuza. Alafu sasa itakuwaje, itakuwaje vipi? Wakati umetoka huku umeacha bahari hapa, alafu unaenda kung'ang'ana na, kis, na, na maji ya kwenye chupa. Bosi mmoja ni, maji, kama maji ya chupa. Sisi hapa Wadada Center ni bahari, yale maji ya bahari unaweza kuyana nii Hauwezi. Kwa hiyo sisi tumwamini Mungu wetu unapokwenda kule, ndio maana tunasema tukatende matendo ya haki. Na ukiona wewe umekutana na Lucifer shetani mfuasi wake, usikae kwake. Mtu anayefanya matendo ya ovyo kama hayo, sio binadamu wa kawaida, anafuata ma, matendo ya shetani. Na sisi hatuwezi kudili na watu wa staili hiyo, full stop. Hatuogopi kwa sababu sisi tunamtegemea Mungu, hatutegemei binadamu hata nyinyi wote mnokuja hapa si sinyiwe mmetuona metu, metu, mkaona eh hey! Jamani, kwani mnafikiri nyinyi hamjaona madalali huko wanaounganisha wadada kazi? Lakini roho wa Mungu amewaelekeza hapa, kwa sababu na nyinyi mlikuwa mnahitaji sehemu ambayo ni salama, sehemu ambayo ina ulinzi, sehemu ambayo mnapata haki zenu zinasimamiwa. Sasa hayo ni masuala ya Kimungu ukimwachia Mungu atafanya, anatuletea watu hata tujui tutawahudumia vipi. Kwa hiyo sio wadada tu, na mabosi pia hivyo hivyo, Mungu anawaleta. Kwa hiyo sisi tunataka tuchambue kama tunavyochambua wadada wenye maadili chanya na mabosi hivyo hivyo, atujalie hela zao. Hela ni hela, uh, tunasema ni reward, yaani ni kama tuzo Mungu atatutunukia. Kwanza tufanye kazi inayostahili. Kazi gani inastahili? Dada mwenye haki, dada mwenye upendo, dada mwenye hofu ya Mungu akafanye kazi vizuri, na bosi ambaye pia hataenda kumfanyia dada ubaya. Sasa tukifanikiwa hapo, hela zitakuja tu. Hela hazijawahi kuwa shida mbele za Mungu. Actually, dunia yote ni ya kwake, mbingu ni za kwake, kila kitu ni cha kwake, so why tupate hiyo stress? Jamani, haya, tuendelee tuendelee, tuendelee. Sawa, ehe. Unyanyasaji, unyanyasaji. Mi naomba nichangie kwa upande wa pili sasa, ambao sio wadada wadada, ya wakilishe mabosi. Wakilishe mabosi. Sawa, sawa. Okay. Wadada mnalalamika kwamba mabosi ni wakali sana, na huo ukali wao mda mwingine kwangu mimi huwa nadhani ni kutokana na reaction ambazo mnakuwa tunakuwa tunazifanya wadada, kwamba unapewa maelekezo unapewa majukumu yako, whatever the level upo, kama ni traditional, kama ni professional, kama ni smart and, tuseme specifically upande wa malezi ya mtoto, then dada unakuwa unamchukulia bosi wako kama namna fulani, kwamba unalingana naye labda, au ni mdogo mdogo, au unammudu mmudu, mnawezana hasa moja kwa moja. Huyo bosi hawezi kila siku akakuchekea tu pale anapokuwa anakuja kukua, kukuface na kukuambia ukweli, kukurekebisha, kukuongoza. Kuna namna unapokea yale maelekezo, unaanza kusema kwamba nimenyanyaswa. Amekunyanyasa kivipi? Kwa maneno ananigombeza, anani ananisemea maneno makali. Kwa hiyo na mimi hilo nilikuwa naliomba pia, aliangalia kwa upande mwingine kwamba wadada, kuna muda unampa maelekezo, unamwelekeza, lakini yeye anavyolichukulia huyu ni mkali alishasikia kwa mtu alishaona sehemu alishaambiwa labda fulani ni mkali, kwa hiyo anaishi anai nalo huko. Mabosi zetu mnakaa nao huko mitaani, dukani, labda eh, bosi wako mkali, ishi vizuri pale nyumbani. Mtu amemwambia, amekuambia hivyo, wewe ukirudi nyumbani bosi anakuelekeza, saa nyingine ni kwa upendo, saa nyingine ni mara moja, mara mbili, unalichukulia kama manyanyaso. Sasa ukiwa na hiyo mindset, siku zote hautoweza kusogea mbele, siku zote utaona unanyanyasika. Unanyanyaswa kwa namna gani? kwa maneno mimi hilo tu nilikuwa ninalo, kwamba saa nyingine tunaelekezwa, hatunya tusemwe, hatugombezi tunaelekezwa, ila kila mtu ana namna yake ya kuelekeza jambo. So unapokuwa unapewa maelekezo fanya, na pia muda mwingine unapoishi huko nyumbani, angalia unamtreat kama ni mtoto, kama ni nyumba, majukumu yako unayafanya kwa level gani? Usikimbilie kusema kwamba unanyanyaswa pale ambapo majukumu yako huyafanyi kiuhakika. Yaweza kuwa mwingine labda, bosi anaona mtoto wake chakula humpi vizuri Ye yeah, anaamua kama mtoto wangu ali vizuri kwa nini anakula vizuri? Yaani kila mtu ana namna anavyo deal na emotions zake, anavyo deal na stress zake. Mi mtoto wangu amlishi vizuri. Ratiba ya mtoto nimempa hii hapa. Lakini amlishi mtoto chakula vizuri. Acha nifunge friji langu wote tukose. Sijui. Yaani hiyo nimeongea kwa upande huo. Kwa hiyo nawakilisha mabosi. Nawakilisha mabosi kwamba kwa dada wengine huwa wanaenda kinyume na maagizo wanayopewa na mabosi kiasi kwamba inafikia bosi anapata kama ugumu, yeah, kumsaidia. Kwa hiyo labda niseme hivi kwamba kwa mabosi, kwa hii nafikiri tushaizungumza sana kwenye workshop nyingi, bosi ana haki ya kuwa mkali reasonably, yani kwa kwa kiasi cha kibinadamu, sijui meelewa. So, so ukali wa kurushana kwenye madirisha au ukali wa kunyimana chakula eh, ukali wa kupigana, ukali wa matusi, umeelewa? Jamani, naomba tuwe wazi hapo. Bosi ana haki ya kuwa mkali pale ambapo haujafuata taratibu zake, lakini ukali wenyewe usivuke ule ukiukwaji sasa wa haki za binadamu tulizozungumza hapa. Yani kwa sababu hujapika, kwa hiyo ni kupiga mangumi? Si ndio? Kwa sababu chakula hakijaiva, kwa hiyo ni kupiga makonzi? Hapana jamani, hatujafika huko, si ndio? Maana kama hivyo, kila mtu angekuwa anachukua sheria zake mkononi. Tunasema bosi anaruhusiwa kukasirika with reasonable Uh, nisema actions kwamba amekasirika, aidha aripoti kituoni, akutaki tumbadilishie, au akupe muda ukope, si ndio? Lakini sio kukasika kwa bosi kwende sasa kukiuke haki za binadamu au huo utu tunaosema na vitu vingine, si ndio? Jamani, sasa kuna watu wengine, wadada wengine, naomba mnisikize jamani. Naona nyinyi huko mnaongea wengine, nyinyi, wewe wewe wewe, dada ndio nyinyi wawili hapo no, naomba tusikilizane tukiwa hapa eh, melewa, eh? E, mnataka kuongea, kuna mic hapa. Kwa hivyo kuna wadada wengine wa kwa sababu amefanya kosa, kwa hiyo anakubali bosi amfanye nini? Amnyanyase au amfanyie vitendo vibaya? Sijui mneelewa. Na nafikiri hii ni shida ya Tanzania, kwa sababu hata wanawake wa kawaida, nafikiri superwoman wenu anajua hizo um, takwimu zilisema kwamba wanawake wenyewe walikubali kwamba wakifanya makosa ni sawa wao kupigwa na wanaume e, zipo hizo takwimu. Kwa hiyo maana yake kuna wafanyakazi wengi ambao wakifanya makosa wanaona sawa kupigwa au kufanyia vitendo ambavyo sio vya kibinadamu na waajili wao, ila kwa sababu tu anataka ile kazi, ana shida, ana changamoto hiyo. Sasa mimi nataka niwaambie hivi kwamba sisi hapa tuna waajiri wengi, tuna kazi nyingi. Bosi mmoja akiwa anakufanyia hivyo vitendo, hata kama umefanya kosa sio sawa. Tutaongea na yule bosi, utarudi, nitakupeleka kwingine. Kwa hiyo msiogope kama umefanya kosa, alafu bosi naye anakufanyia kosa, na na kosa tena. Sio kwa sababu eti, kwa sababu umeunguza chakula kwa hiyo ndo utukanwe au ndo upigwe? Hapana au ufungiwe nje? No, si tumeelewa jamani? Hizi ni kazi, kwa hiyo lazima tufuate utaratibu. Kwa hiyo nikirudi sasa kwenye hiyo yenyewe hoja ya msingi, tunasema bosi anahusiwa kuwa mkali, lakini ndio yeye sema with reasonable. Sasa tusikiukane tena tukaanza kuanza kuvuana nguo, si tumeelewana jamani? Kama vile tunavyosema privacy lazima iheshimiwe. So hichi ni chumba chako, kwa sababu bosi amekasirika, kwa hiyo ndio aingie kwa chumba kwako, hm? Tunaelewana jamani e. Kwa hiyo tunaruhusu bosi kukasirika, lakini sio kukasirika kwake tenda kukiuke haki zako za msingi. sijui tunaelewana jamani eh? E, hiyo ni point kubwa sana. Kwa hiyo tunaruhusu kama mabosi kukasirika, tunaruhusu e, sijui wa wafoke, lakini mnapofoka angalieni mnachokisema Maanake ndo unyanyasaji unaanza hapo, ukatili unaanza hapo. Ukatili sio wa vitendo tu, kuna wa maneno, kuna matusi. Na Tanzania sisi tuna historia mbaya sana ya wadada wa kazi kunyanyaswa, utu wao kutokujaliwa, utuwa, kujaliwa, e, na vitendo vyote hivyo. Hiyo historia ipo, nafikiri bado itaendelea kwa muda, ila sisi hapa kuna hichi kituo hicho kitu hapana.